Karibu mpenzi msikilizaji na msomaji wa tafakari ya neno la Mungu. Leo ni sikukuu ya watakatifu Petro na Paulo Mitume. Mitume hawa walikuwa ni mashuhuda wa maisha, msamaha na mashahidi wa Kristo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Ni mitume waliojisadaka kutangaza, kushuhudia na kuishi utume wao, hija ambayo imewafikisha hadi Roma na hapa wakayamimina maisha, kielelezo makini cha ushuhuda kwa Kristo Yesu, maisha ya msamaha. Mitume Petro na Paulo walikuwa ni mashuhuda wa maisha ambayo yalisimikwa katika maisha ya kiroho, kwani walikuwa ni wachamungu. Ni watu ambao walionyesha udhaifu mkubwa wa kibinadamu kiasi hata cha mtakatifu Petro kumkana Kristo Yesu mara tatu, wakati ambapo Mtume Paulo alilidhulumu kanisa la Kristo, lakini wote hawa wakaonesha na kuonjeshwa upendo wa Kristo asa pale Yesu alipomuuliza Mtume Petro mara tatu ikiwa kama alikuwa ana mpenda, Petro akasononeka sana. Mtume Paulo akaulizwa kwa nini alikuwa analidhulumu kanisa lake. Wote wawili waliitwa kwa majina yao, hali ambayo iliwaletea toba na uongofu wa ndani. Hawa ni wadhambi wawili waliotubu na kumwongokea Mungu. Ni watu ambao walitambua kwamba ni wadhambi, na Yesu akachukua fursa hii kuwafanyia miujiza, kielelezo cha huruma na upendo wake kwa wale wote wanaothubutu kumfunguria kumfungulia hazina ya nyoyo zao kwa kujiweka mbele ya Kristo ili aweze kuwatumia kama vyombo na mashuhuda wake ni watu walioonyesha moyo wa unyenyekevu hadi dakika ya mwisho wa maisha yao, kiasi cha hata Mtume Petro kusurubiwa miguu juu kichwa chini. Jina Paulo maana yake ni mtu mdogo, kielelezo cha unyenyekevu uliofanya hata watu kumsahau jina lake la asili Saulo, aliyekuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Mitume hawa wakatambua kwamba utakatifu wa maisha unafumbatwa katika unyenyekevu, kwa kutambua na kukiri udhaifu na umaskini wao kiasi cha kujiaminisha kwa Kristo Yesu aliyewatendea miujiza kwa kuwanyanyua juu kwa njia ya msamaha unaoganga na kuponya Mitume Petro na Paulo ni mashuhuda wa msamaha wa Kristo Yesu aliowajalia toba na uongofu wa ndani. Wakabatika kuwa watu wapya wenye furaha na amani ya ndani, wakasau ya kale na kuanza kuambatana maisha mapya yaliyokuwa yameboreshwa kwa huruma na upendo wa Kristo uliokuwa na nguvu kubwa kupita hata mapungufu na makosa yao ya kibinadamu. Huluma ya Mungu inawajalia waamini kuwa na maisha mapya, changamoto na mwaliko kwa waamini kukimbilia sakramente ya upatanisho katika maisha yao. Mitume Petro na Paulo walikuwa wa ni mashuhuda wa Kristo mfufuka, mashuhuda wa msamaha unaoganga na kuponya, na hatimaye wakawa ni mashuhuda wa maisha ya Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja. Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamwua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa akamwekea vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mkononi. Malaika akamwambia Jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Neno la Bwana. Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema watu hunena mwana wa adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine hunena u Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia, au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbingoni. Nami nakwambia wewe, ndiwe Petro, na juu ya mwamba honi chalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Neno la Bwana. Mtume Petro alizaliwa katika kijiji cha Betsaida. Kazi yake alikuwa mvuvi. Simoni na ndugu yake Andrea na Yohane wana wa Zebedayo walikuwa wa kwanza kuitwa na Kristo, njoni mnifuate nami na nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Wakaacha nyavu zao wakamfuata. Sifa za Petro, alikuwa kigeugeu, alipokea neno kwa furaha, alikuwa mwepesi wa kusema. Petro alikuwa mtu wa unyenyekevu, hatimaye aliwekwa kuwa kiongozi wa mitume. Kristo akamchagua awe mchungaji mkuu wa kundi lake lote, yaani kanisa, akisema wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na nguvu za kuzimu hazitaweza kukushinda. Hivyo ni Petro aliyepewa uwezo huu kwa agizo la Mungu, lolote utakalofunga duniani litafungwa vilevile vile mbinguni na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa vilevile vile mbinguni. Kazi hii inaendelezwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa ni papa wa mia mbili sitini na saba tangu Petro aliye wakili wa Kristo na halifa wa mtume Petro. Hatimaye wakati wa utawala wa Kaisari Nelo wa Kristo walidhulumiwa naye alikamatwa na kufungwa gerezani kwa ajili ya dini yake ya Kikristo kati ya mwaka 64 na 65. Alihukumiwa kufa kwa ajili ya hiyo. Mapokeo yatueleza kwamba alisulubiwa kichwa chini miguu juu, kwa sababu aliona astahili kusulubiwa sawa na Bwana wake. Mtume Paulo alizaliwa Tarso huko Kilikia. Kutokana na sababu mbalimbali mbali kama vile vurugu za vita au kukimbia umasikini, Wayahudi wengi waliacha nchi yao na kujijengea makazi nchi za nje. kwa sababu tusizozijua wazazi wa Paulo waliishi katika nchi ya Kigiriki katika mji wa Tarso, mkoa Kilikia. Mtakatifu Paulo alipata barua kutoka kwa makuhani wa Yerusalemu zilizompa idhini ya kuwashika na kuwaadhibu wafuasi wa Yesu. njiani alipigwa mwanga mkali hata akaanguka chini. Alisikia sauti iliyomuuliza kwa nini unalidhulumu kanisa. Mapokeo huliita tukio hilo kuongoka kwa Paulo. Leo wataalamu hufikiri kuwa ni sahihi zaidi kuliita tukio hilo mwito wa Paulo. Kwa nafasi hiyo Paulo hakumwacha Mungu mmoja na kumfuata Mungu mwingine. Anatilia mkazo mambo mawili kuwa alioneshwa Yesu mwana wa Mungu na alitumwa na Yesu akahubiri habari njema kwa watu wa mataifa mengine. Paulo anasifika na kufahamika sana kuwa ni mtume wa mataifa. Katika Injili neno hili mtume limetumika kwa ajili ya watu kumi na mbili walioteuliwa na Yesu wakae naye. Mwana wa Mungu alimtokea na kumkabidhi jukumu la kuhubiri habari njema kwa watu wa mataifa mengine. Alikuwa mtu mwenye nguvu, aliyeelimika na kuwa mwenye ufasaha wa lugha na hoja, mwenye kujituma, kuvumilia, mwenye imani ya kweli. Baadaye akawa misionari mkuu, kwani alisafiri katika nchi za ng'ambo na kuunda makanisa mengi wakati wa safari zake. Katika maisha yetu, nyakati zetu, mitume Petro na Paulo ndiyo nguzo kuu katika kanisa aliloanzisha Yesu. Historia ya maisha yao, sifa zao tulizoziona hazikuwa za pekee sana, lakini walifanya mambo ya pekee ambayo leo mimi na wewe tunayafaidi na kujipatia hazina ya imani na fadhila katika kumtafuta na kumtumikia Mungu, ili tuweze kupata taji ya utukufu usiofifia. Ndugu zangu, sikukuu hii ya leo ichochee imani yetu, ituondolee unyonge. Kwa sakramenti ya ubatizo tumekuwa mitume wa Yesu. Tuifanye kwa uvumilivu, saburi na dhamiri safi kazi hiyo, kuanzia katika familia zetu. Kila mmoja pale alipo amtangaze Kristo na kuimarisha imani kwa ndugu zake, lakini kufanya yote hayo hutegemea kupata magumu, upinzani, mateso kutoka kwa ndugu na jamaa zetu. Tuyapokee hayo yote kama changamoto inayotudai kumtegemea Mungu na kumpendeza yeye. Tujitoe bila kujihurumia katika kumtumikia Mungu na wenzetu. Tutambue kuwa mateso huyapa maisha yetu ladha ya kuteswa pamoja na Kristo na hivyo kupata maana halisi ya maisha ya kumfuata na kuandamana daima na Kristo. Watakatifu Petro na Paulo watuongoze kutambua vema fumbo la mateso ambalo wao walishiriki kwa ajili ya Bwana wao. Wewe Bwana uliyeweka kanisa lako juu ya msingi wa Mitume, utujalie sisi sote na asa mapadri wapya kuwa taa ya matumaini katika dunia ya giza, tupatie roho ya Petro na moyo wa Paulo.